Okay, so, kama unavyoona tupo hapa mtaani kabisa. Hapa ni maeneo ya Kinondoni Mwananyamala. Kama unavyoona tunatazama um, ujuzi kutoka kwa vijana kutoka Dead Boys ambao wana kipaji kikubwa kwenye upande wa uendeshaji wa pikipiki, maarufu kama Dead Boys. Kupitia Samia Arts tunatambua vijana hawa, lakini pia tupo hapa kwa ajili ya kutambua vipaji hivi. Lakini nikukumbushe tu, usitumie au usijaribu kufanya mchezo huu ukiwa unajijua hauna elimu ama ubora au ujuzi kwenye kufanya hili lakini pia zingatia safety yako. Hakikisha una safety tools zote kuanzia helmet uh, tukija kwenye viatu, lakini pia una vitu proper ambavyo vinakufanya wewe kuweza kufuzu kufanya michezo hii and that is how we do <laughs> karibu sana kupitia Samia Arts. Hiki ndio kitu ambacho kinaendelea. Get ready. Sasa kupitia serikali ya awamu ya sita ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Rais wetu mama yetu Samia Suluhu Hassan. Nataka nifahamu mchango wa mnazungumziaje kwanza serikali ya awamu ya sita na mchango wake katika kipaji chenu hiki cha bike ride. Anaitwa Masud Saif Hamis. Ni rider na ni mwalimu na ni fundi pia. Uh, kikubwa tunamshukuru mama kwa sababu mama hawezi kuacha vijana wake. Uh, na alipoingia alisema uwanja kule pale Kawe alisema itakuwa viwanja vya michezo, na sisi tunataka tumkumbushe na sisi situsahau, kwa sababu na sisi tuko na, a, na, situ, pale pale Kawe, tunacheza na jana tu. Tunamshukuru Mungu tumepewa kiwanja pale pale pale Kawe, jana ndio tumeenda tumeoneshwa mipaka yetu yote, tumeoneshwa bwana, mtaishia pale mtaishia pale, na tunamshukuru sana mama kwa sababu kikubwa, yani, kikubwa ni uwanja kwa sababu tukishautumia ule uwanja na kuna wengine wataka kuja kufundishwa, kuna watoto wadogo, kwa sababu kama huko tunapokwenda kwa sababu tuchaenda Kenya, Uganda, tuchaenda sasa tunataka kwenda Morogoro, sasa huko kuna watoto wadogo wadogo kabisa, miaka saba, nane, mitano, wanafundishwa hiyo michezo. Ina maana ukimfundisha toka mtoto akiwa mkubwa, ina maana na yeye anakuja kufundisha wenzake, ataacha kwenda kwenda labda kufuta banki, kufuta masigara na nini, kunywa pombe. Akiwa kwenye mchezo, ina maana akili yake yote itakuwa kwenye mchezo. Sasa tunamshukuru mama, angalau mwingine tukiwa tunaongea jambo lifike kwa urahisi, kwa sababu kuna watu wengine wanabanabana, lakini mm. ndio hivyo. Tunamshukuru mama hivyo hivyo, atuone vijana wake tunawakilisha, kwa sababu kama tumeenda Kenya, bendera yetu imepeperushwa, tumeenda Uganda, bendera yetu imepeperushwa, maana na tumeenda Uganda turudi bure, mimi nimetokea watatu, wanatujua huko na hapa. Tunataka kwenda Morocco, Saudi, watu wameenda wamerudi jiskati, sasa tunataka kwenda Morocco, sasa huko tukawakilisha taifa letu. Sasa ndio hivyo, hapa yenyewe tuko tunahitaji michango hivyo hivyo na mbibu. Tunamuomba mama atatupia jicho lake kwa vijana sisi, kwa sababu tunataka kwenda sauzi na kule vitu bei mbaya. mm. ni mm. kweli kabisa sawa. Sasa of course umezungumza vingi na naamini um, kwa namna ambavyo rais wetu mheshimiwa mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa mapenzi alionayo kwa vijana na namna gani ambavyo anathamini vipaji vya vijana, naamini hilo limefika limemalizika. Na cha mwisho um, na vijana wenzako juu uh, ya ya mchango wa mama yetu Samia Suluhu Hassan kama hivyo ulivyosema, katika um, kazi yenu hii, lakini pia kuna ambao labda wana hofu au wana kipaji lakini hawajui kitu gani cha kufanya, njia gani za kupita kupitia mambo haya ya bike riding sindio? Yeah. Zungumza chochote chochote, zungumza. Yeah, yeah. Yani kwa ufupi tu chochote uchonacho yani kiufupi, kwanza wasitegemee kama kuna shortcut. Kitu chochote unatakiwa unaanza mwanzo, unajipanga mwenyewe, kwa sababu inabidi kwanza ujipange ili mtu akuone, akisha kuona ndo mwingine anafuata, kama ataweza kukusaidia au uh, utafanya nini. Yani kama sisi wenyewe tumeweza kujimulia pikipiki na tumeanza kucheza mchezo wenyewe bila kumtegemea mtu, na safari nyingine hata tukienda hivyo hivyo tunaenda wenyewe, lakini baadhi ya muda ndo tukienda kidogo tunaombaomba, michango inakuja, yeah. Sasa ninachotaka kuambia wafanye kitu kwa mapenzi yao wao wenyewe, na wafanye kitu kwa kujua wanafanya nini, so wanakurupuka tu wanafanya hivyo. So, sawa okay, well, na hii ndo Samia art pamoja na Dada Boys. Yes, so kwa pamoja tutasema hey, Samia Samia Samia art! Tunafika na mama Samia art, tunafika na mama, mama Samia tuna fika na mama, ndio chifu. Habari kama kawaida, naitwa Ngomba Kachilo. On this one, huu ni ubavu wa chuma na nondo. Live and direct kutoka mitaa fulani vya Mikocheni ni studio sasa. Tumekuja katika kiwanda cha uandaji wa muziki wa Bongo Flava, zuku nini? Tumekutana na yule kiboko yao kabisa. Mkuu kimsikia kwa miaka mingi amekuburudisha kwenye ngoma zile intro Kimambo on the beat. Tumekuja sasa hapa on the beat na tutachapa mabiti, tutasikiliza eh maana anataka kuwa anatuambia, anatuambia kwamba bana changamoto ni zipi huwa anakutana nazo katika gonga beat? Je, waga anagonga beat akiwa anakusudia kabisa ili beat inabidi nimpe nandi ili biti Nimpe Harmonize, leo tutayajua hayo yote hayo. Mi naitwa Mwamba Kachilo on this one, na jioni ya leo tumekutana kwenye Samia Arts, ndio ni maswala fulani ya ubunifu creativity humu ndani. Sasa ndo makao makuu chifu, na natumekuja nyumbani kwa Kimambo studio. Sasa inabidi usiondoke, kaa mkao wa kufanyaji manje, tunakuja kula humu. Samia nini Arts na dundo lenye ndo hili chifu, Samia Arts tunafika na mama Samia arts tuna fika na mama ili dundo ili dundo ili li tukaliweka mtandaoni huko, afu utapita e, afu utatutumia sisi. Tuna deal na vipaji, wewe una kipaji, are you talented? Mbona unagadia kipaji chifu? <laughs> hey, Samia Arts. Tuna fika na mama Samia Arts. Sasa anachokifanya hapa right now Unajua watu wanachukuliaga mambo kilaisi lahisi sana. ah, uproducer, mi mwenyewe mbona nagonga biti mi na idea. idea chifu, chifu usitake tufike mbali <laughs> idea zipo hivyo, mimi nataka nitengeneze biti hapa, nionesha sa changamoto zinavyotokeaga kwenye maswala ya production. Maana gi mambo najikuta kwamba yeye ni mtu imara kuliko imara, tugonge biti hapa mapakasheni, mi naelewa bwana kama Kimambo apokee mimi anikomoi chifu, mimi nagonga midundo nishaanza sipo vibaya na beba hichi na kileta hapa. Hapa. E, Kimambo anajiona kwamba yeye ndo Kimambo. Hiyo. Pakashe ni hiyo inaitwa ndugu zangu kama mjui. <laughs> Nataka nibebe pakashe ni hii hapa na ibeba pakashe naileta huku naitupa. Hiyo. Unasikia zimeongezeka zimekuwa mbili hizo ladha? Ushapata idea? Ah. <laughs> Inakwaje <laughs> <laughs> mzee wangu? Kama kawaida. Show kali. Show kali. Eh, bana mimi hichi kiti hichi kiti hichi sijakitendea like haki. Nilikuwa najaribu kugonga gonga hapa mdundo. Nimechukua mapakasheni hapa manini lakini. Hebu umepata kitu gani mtu sikie? Unaona? Yaani e, shida shida kuzichukua. Hii e, nikichukua naibeba naileta hapa, si ndio? Au naiweka wapi? Hizo zaitwa loops. Unatakuwa zikatekate zitengeneze. Sasa kukata. Ukiweka hivyo okay, hivyo zinakuja na complete, kwa ah, sababu <laughs> ku, unakuta watu wengi ah, washatumia. Sasa wewe ni mwenye kitu, kwa hiyo uanze chochote. Nilikuwa nimefungua nimekuja, nimegusagusa pakashe nini, usiniambia gana idea wewe. Huwa napenda kuongopea watu. Uproduce lakini mwepesi tu bwana, kama unakunywa maji hivi. Wewe umeanza mwaka gani? ah uh, elfu mbili na... elfu mbili na kumi Yani 2010 ndo nimekomaa niko studio natengeneza beat. Okay, lakini huko way back pia ulikuwa unafanya hivyo? yeah. Dodoma huko, Ma Dodoma huko, kuna msanii wangu poje kwa tuta savi. Okay, msanii gani mkubwa wa kwanza aliyekuamini akasema bwana, eh hii ngoma hapa imetoka, ukasikia redio na ukasikia ukasema sasa hapa? yeah. La, anaisikia bahati nzuri, mimi ndo niliamini msanii <laughs> <laughs> ah, ulimwamini nani? wewe ulimwamini Gigimane? yale mambo ya papa papa yale, yeah yeah, ni wewe yule, yeah of course Okay. Msanii, msanii, ataenda, nituma, mm. mmoja, mmoja, Marios. Kwa hiyo niamini msanii, baada ya kumwamini msanii nikajua bisi huyu ataenda tu. Instincts zangu zilikuwa zinanituma tutengeneze kitu. Kipindi hicho nilikuwa na mdogo wangu mmoja tunakaa pamoja na Mario, sasa hivi kashakuwa mkubwa sana, ehe. Kwa hiyo Mario ndo mtu ambaye aliandika ile nyimbo ya papa mwanzo mwisho, afu kuna watu wakaanauliza, bwana aliimba ile Sia na na na na na na na wewe, nimpatie wanauliza, mm. nani ule? Ok. Kipindi hicho sasa. Ok. Shani leo. Ndio maana wasanii wao wanasema, sound card ya pale mbaya bwana, focus ikae okay. vizuri. Oh hapa kupeakamchiuapakwako tena mimi hii mike moja inaitwa Neumann. Wataalamu wa kugugu wa kigugu watakutana na bei zake Google chifu <wewe>, hii <laughs> unapenda kugugu sana bei, hii Neumann ni hatari kwenye swala ya voko hii hii Neumann ukijumlisha na hii ni kampuni ya Apollo. Uh, inaitwa UAD. Okay. Ndio. Ni kampuni ya UAD. Lakini yenyewe inaitwa Volt, ukikombine Voko unaotoka hapo, ukirekodi Voko sasa hivi hapo, afu ukaenda kumalizia project sehemu nyingine, lazima urudi kumalizia project hapo. Sound ni noma. Okay. Kwa at the end of the day kuipata sehemu nyingine kwa kazi, afu kuna mtaalamu mwingine wewe hapo. Huyu anaitwa sasa, huyu hawezi kuwaka mpaka umpe huyu hii ndo sound card hili, pia hii sio sound card... ah, mi nitachelewa sana kujua mziki <laughs> Kwa, hey, nini, ili upate voko kali. Sasa hii inaipa moto hii. Kwao unachagua urekodi hapa mbele, urekodi huku nyuma, au urekodi kote, sio ile ambayo ingizia hapa, imbia hapa, ah, simama huku, imba shauri zako, ndo inatakiwa. Kama hii hii, e hii hapa, hii, ukiwasha inawaka kitaa chake chekundu hapa, hii nao kiboko. Sambuna, unazo nyingi kwa sababu kila voko mimi naangalia kuna kuna kuna voko inahitaji hii microphone, kuna voko inahitaji microphone hii, kuna voko inahitaji ile kule. So uh -huh. It depends. Sawa, kwa mfano Nandi hapa uh, ipi kwa nani? Soul right yake huaga ni hapa Nandi. Yes. Harmonize ile why no dodi dodi. Au ukiangalia tu video ni hii. <laughs> Hapa dodi <laughs> Yeah. Dodi. Yeah yeah. Eh, banae, sawa. Kuna watu unajua binadamu bana, si tumeambiwa kudharau watu. Yeah. Na sio vizuri pia unajua, mm, kufanya hivyo. Hebu <coughs> naomba utusaidie kutukumbusha nyimbo kama 10, 12, 13 ambazo umezichapa wewe haraka haraka. Nitajie mwaka. Yaani miaka yote tu mtu ajue kwamba ile alitengeneza kimambo. Ile ah, au ha, unazo hapa listi hapa? Listi ninazo mwenyewe, kuna muda ninasahau, kwa hiyo nikitafuta tu inabidi ningie online. Kuna moja okay, ile. Kuna kwa nyimbo ambazo nilianza anza nazo. Ndio. Kuna ile papa jijimane. Ndio. Sawa, ndio hiyo ndio the first song. Ndio. Baada ya ile ikaja nyimbo ya banana ya dogo janja. Ndio. Baada ya banana ndogo janja ikaja, ziko zinafuatana hata sasa hivi. Yani ustaje wewe in... sasa hivi nyimbo zote zinazoiti za mpira nimetengeneza mimi, zinazoiti za mpira eh, hizo Yanga, sijui nani, pesa maele, Azizi, auto boss, sisi ni Yanga ni Kimambo on the beat. Alafu kuna uh, mnyama ile. Mnyama. Mnirekodia Simba, Simba mnyama mnyama? Iyo. Iyo hapa ndo atakuwa anasikia zile mnyama iyo iyo iyo, siho sikitaje ile mzaba sikia ana ah, kubali nakubali. Sawa, hebu tuonesha hapa mzee wangu process za ugungaji wa biti na nini tuona. Watana kugonga biti gani? Biti fulani hivi yani, chagua, nataka hapa nitengeneze kama jingo hivi fulani ya kipindi hichi hapa cha Samia Art, yani kama vile trap, kama vile nini, kama vile michano intro fulani hivi. Nakubali nakubali, twenzetu <laughs> <laughs> uh, tu kama tunachana kama tutaki kama tunakwenda tuna hivi nikitoka mita unatoka bati unaku wengi wape tama nape uh, tunafika na mama, tunaondoka na mama, mnyama mwingi na mama, mwendo kasi na mama, tweni vipi na mama, SGR na mama, yeah. tunafika na mama, tunaondoka na mama Samia, tunafika na mama Samia, tunafika na mama, mchana jioni

Ukiwa na unakutana nazo hizo utakuwa unachagua wewe mwenyewe, unasema ah, okay amejisikia kuweka hii, amejisikia kuweka hii.